Kupiga kura ni haki ya kikatiba na wananchi wako tayari kupiga kura. Sasa na wakabidhi tarehe 29, hakikisha hakuna lalamiko lolote la mwananchi yoyote katika mtaa wako kukwazwa kwenda kupiga kura, mtaa kwa mtaa watu wakatumie haki yao ya kikatiba kuchagua diwani kuchagua mbunge kuchagua rais. Asitokee mtu akasimama katika mtaa wako akawakwaza watu kwenda kupiga kura. Ndio maana nimewaita hapa, mtaa wako uwe salama. Upande wa serikali kuu tumejipanga vizuri kwa support na kuhakikisha vyombo vyetu vyote viko mguu sawa, kwa ajili ya kuhakikishia wananchi amani na utulivu siku ya kupiga kura. Ndugu zangu, mkoa huu ni mkoa mkubwa, ni mkoa wenye uchumi unaotegemea kilimo, biashara na utalii. Ahadi yangu kwenu, na wenzangu tuliopewa dhamana, amani haina mjadala, ni kipaumbele cha kwanza ili tuendelee kufanya shughuli zetu zote, msingi wake ni amani. Tufanye biashara tukiwa na amani na utulivu, utalii utakuwa tukiwa na amani na utulivu utaenda katika mihangaiko ya kutafuta riziki pakiwa pana utulivu. Kwa hiyo wito wangu kwenu ni kuhakikisha amani hiyo tunailinda kwa wivu mkubwa, na wivu huo nyiye wote mmepewa dhamana katika maeneo yenu kuhakikisha kwamba wananchi wenu wanakuwa salama. Mkitoka hapa kila mtaa ukaitishe mkutano maalum wa kuhamasisha wananchi wakapige kura. Ya pili ni namna ambavyo mtawahakikishia swala la ulinzi na usalama, na mwaambie kwamba vyombo vyetu vipo mguu sawa kutoa sapoti yoyote katika mitaa yote na wananchi wakapige kura. Ni kwa heshima hiyo hiyo, na mimi ikiwa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya Mkoa, kwanza kuthamini kazi mlizo nazo na nafasi mlizo nazo, nina imani na naungana nanyi kuhakikishia Wanaarusha wote kwamba Oktoba 29 tuna kazi moja kubwa ya kwenda kushiriki kupiga kura.